Nipende kukaribisha tena ndugu yangu mpendwa sana kwenye mjadala wetu wa leo, tena wa wanafikara wa kiroho ambapo bado tunaangazia mawazo na mtazamo na mitazamo ya wanafikara wa kiroho wa Afrika e, juu ya shauri hili kwamba wanadamu sisi tunaenda wapi, a, maisha yetu baada ya maisha yetu ya hapa duniani e, ni wapi tunaenda, kwa nani? Kwa hiyo wanafikara wa kiroho wa Afrika nao wanathubutu kujibu swali la tano la msingi wa mwanadamu ambalo linasema kwamba sisi wanadamu tunaenda wapi au tunaenda kwa nani? Uh, maisha yetu baada ya maisha yetu ya hapa duniani ni nini na wapi na kwa nani? Leo wanazungumza juu ya hatma na mustakabari wa nafsi. Leo wanafikara wa kiroho wa Afrika wanazungumza na kujadili juu ya hatima na mustakabali wa nafsi. Katika jamii nyingi za Kiafrika inashikiliwa kuwa binadamu ameundwa kwa mwili na roho, roho ikiwa na maana ya nafsi, uhai, pumzi na kadhalika, licha ya ukweli kwamba mwanadamu ameundwa na sehemu nyingine kadhaa lakini hizi mbili ndizo kuu kwa mtazamo wa wanafikara wa kiroho wa Afrika. Kwa mfano, kwa mtazamo wa jumla wa wanateolojia wa Kristo na Waislamu, wananadi kwamba mwanadamu ameundwa na vitu vikuu vitatu ambavyo ni mwili, roho na nafsi. E, na hiyo nadharia ya utatu wa mwanadamu e, kwa kitaalamu wanaita trichotomy theorem. E, lakini kwa mfano mimi nimekuja na mtazamo wa kuboresha hiyo e, trichotomy theorem na nanadi kwamba mwanadamu ameundwa na vitu vitano vikuu ambavyo mimi naviita organ tano za kiroho. Sasa hizi organ tano za kiroho mimi nasema ni mwili, ambao unaweza pia kuwa ni nguvu. Mwanadamu pia ana moyo, kitivo cha matamanio na hisia mwanadamu pia anayo roho, mwanadamu pia anayo nafsi na mwanadamu pia anayo akili. Kwa hiyo kwangu mimi moyo, roho, nafsi, akili na nguvu au mwili, hivi ndivyo vinamfanya mwanadamu kuwa mkamilifu, mwanadamu aliyekamilika, the whole human being. Sasa eh, hiyo ni mitazamo tofauti na kwa mujibu wa watu tofauti. Kwa hiyo ukienda kwenye dini kama yo Ukristo, basi utafundishwa hizo unaweza kuita ogani tatu za kiroho. Lakini wanafikara hawa wa kiroho wa Afrika kwa ujumla wao wanamtazama mwanadamu kuwa ameundwa na vitu vikubwa hivyo viwili, yani mwili na roho A, roho ina wakati mwingine ina inabeba dhana ya jambo lolote ambalo halionekani. Kwa hiyo unapozungumzia nafsi bado ni jambo la kiroho, unapozungumzia roho yenyewe, unapozungumzia akili, unapozungumzia pumzi, hivi vitu vyote baadhi eh, ya wanafikara wa kiroho wanaviweke katika kategoria tu moja ya kudhihirisha au kuonesha kwamba ni roho. Okay? Kwayo, waki roho waki Afrika, wana, kwa hiyo wanafikara wa kiroho wa Kiafrika wananadi hivyo kwamba mwanadamu ameundwa na sehemu hizo kuu mbili, yani mwili na roho, na wanadai kwamba ili mwanadamu afanyike kuwa mtu hai ni lazima vitu hivi viwili, yani mwili na roho, viungane, vioane, vishikamane, lakini haijulikani hasa ni wakati gani roho huungana na mwili. Bado wanafikara wa kiroho hawana jibu moja wanalokubaliana juu ya ni wakati gani hasa mwili na roho huoana, mwili na roho hushikamana na kumfanya mtu hai na hivi Ziko dhana tofauti. Kwa mfano, eh, baadhi ya mafundisho inaaminika kuwa hili tukio la mwili kuungana na roho hufanyika uh, wakati mume na mke wanapokutana kimwili, yaani wakati wa tendo la ndoa, na hasa wakati ule, sasa, mimba inapotungwa. Kwa hiyo, mara tu mimba inapotungwa, basi tukio la mwili kuungana na roho hufanyika. Huo ni mtazamo wa baadhi ya wanafikara wa kiroho wa Afrika, lakini kwa baadhi ya wengine wananadi kwamba roho huwa inaungana na mwili muda mfupi kabla ya kuzaliwa, yaani pale mtoto anapokaribia kuzaliwa, basi muda huo mfupi roho huwa inamwingia yule mtoto, na anapozaliwa anapokuwa hai, anakuwa na mwili pamoja na roho yake. Lakini wengine wananadi kwamba ni muda mfupi baada ya kuzaliwa. Kwa hiyo wako wanaonadi kwamba ni muda mfupi kabla ya kuzaliwa, na wengine wanasema kwamba hapana, ni muda mfupi tu baada ya kuzaliwa, ndipo roho inakuja na kumwingia yule mtoto, na yule mtoto anapata kuwa mtu hai. Kwa hali isiyo ya kawaida, kuna hata maeneo katika mitazamo ya wanafikara wa kiroho ambapo, wa kiafrika ambapo inaaminika kuwa mtu anaweza kuwa na roho mbili au zaidi. E, roho moja ambayo inaweza kuwa inazurura huko na huko wakati mtu huyo akiwa amelala, na katika mtazamo huo basi wa wanafikara wa kiroho wa Kiafrika ndipo sasa inawezekana mtu akawa mchawi akatoka mahala fulani akaenda mahala fulani kufanya mambo mengine huko e, na na roho nyingine e, ikiwa imebaki huku imepumzika. Okay, sasa hayo ni maoni yao juu ya nafsi ni nini na hatima yake, bado wanaendelea kujadili, lakini hapa mkazo ulikuwa kuona jinsi gani sasa nafsi na mwili huwa vinaungana. E, kwa sababu hivi ni vitu vikuu vya msingi kwa mwanadamu kadiri ya mtazamo wao hao wanafikara wa kiroho wa Afrika. Sasa tunaenda kuhitimisha mjadala wetu kwa kuangalia kifo ni nini kwa mujibu wa mjad... kwa mujibu actually wa... wa fikra za wanafikara wa kiroho wa Afrika. Asante kwa kuwa nasi hapa YouTube. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulaiki na kukomenti. Shukrani. Kifo kinatambuliwa kuwa ni tukio ambapo roho inatengana na mwili. Kwa hiyo vitu ambavyo vinaungana muda mfupi kabla au baada ya kuzaliwa au wakati wa mimba kutungwa, vile vitu ambavyo vinaungana na kumfanya mtu hai vinapotengana, mtu huyo hufanywa kuwa si mtu hai, na hapo mtu huyo anakuwa amepatwa na kifo ama amefariki. Kwa hiyo kwa mujibu wa wanafikara wa kiroho wa Afrika, kifo ni kitendo cha kutengana kwa mwili na roho. Kwa sababu roho inahusishwa sana na pumzi au na kupumua, watu wanajua kuwa roho imeondoka wakati mtu anapokoma kupumua. Kwa hiyo, namna rahisi ya wanafikara wa kiroho wa Afrika kujua kwamba mtu amefariki ni pale ambapo hawatahisi anapumua kwa sababu kupumua ni ishara ya uwepo wa roho. Sasa mtu asipopumua, maana yake roho imeondoka, na roho ikiondoka, maana yake tukio la kutengana kwa mwili na roho limefanyika, na tukio hilo sasa ndiko huko kufariki. Sasa swali la msingi linaweza kuulizwa hapa e, tunaweza kuulizana swali hili kwamba je, hiyo roho inatengana vipi na mwili? Wanafikara wengine wa Afrika wananadi kwamba roho ya mtu inatengana na mwili kupitia kinywa au pua au macho. Ingawa roho inatoka mwilini, katika sehemu nyingi za Afrika inaaminika kuwa kwa muda fulani inakaa karibu na mwili au nyumba au makazi ambayo mtu huyo alikuwa akiishi, wakati alipokuwa anaishi. Kwa hiyo roho ikitoka bado ina, inazungukazunguka katika maeneo yale ambayo mtu huyo alikuwa anaishi wakati alipokuwa mtu hai. Kwa sababu hiyo, ibada za mazishi sahihi lazima zifanyike ili kuitupa mbali roho hiyo au kuiruhusu iondoke ili iweze kuambatana na roho zingine za wafu huko katika dunia ya wafu ambayo tayari tumeiona katika mjadala uliopita na hivi watu wanatambua kuwa hata kama mwili unabaki nyuma, roho bado inatambulika kwa sifa sawa na zile zilizopo wakati mtu anapokuwa hai. Hii haimaanishi kuwa roho inavaa mwili mwingine, la hasha, bali ni ukweli kwamba roho inabeba kumbukumbu kumbu zote za msingi kuhusu mwanadamu. Mawazo ya wanafikara wa kiroho wa Afrika hayaelezi kwa wazi sana kuhusu hili, lakini angalau mafundisho hayo yanaonyesha kwamba roho haipotezi utambulisho wake ambao e, iliupata wakati ilipokuwa katika mtu hai. Hm, hao ndio wanafikara wa kiroho wananadi hivyo kwamba bado roho haipotezi utambulisho wake hata kama kunatokea utengano kati ya mwili na roho. Mtazamo huu unaweza kulandana kwa kiasi fulani na mtazamo wa wanafikara e, wa kiroho wana teolojia e, ambapo tuna nadi kwamba baada ya kufa e, roho itaenda mbinguni au itaenda mahala ambapo itahukumiwa kwa sababu ya makosa yake au kwa namna e mwanadamu alivyoishi alipokuwa duniani. Maanake ni kwamba roho ile pekee inabeba kumbukumbu kumbu zote za matukio yako. Kwa hiyo inaweza kuwekwa pale roho yako na yakachezwa matukio yote uliyoyatenda, ili Mungu wa haki aweze kutoa hukumu ya haki. Na hivi mtazamo wa wanafikara wa kiroho wa kiafrika juu ya nguvu ya roho kubeba sifa ya mwanadamu kamili pale mwanadamu anapofariki. Basi mtazamo huu unaendana sanjari kabisa na mtazamo wa wanafikara wa kiroho, wana teolojia kama ambavyo tunaenda kutazama muda si mrefu. Basi nipende kukushukuru sana, ndugu yangu, lakini nipende pia kukusihi kwamba usisahau ku subscribe, kulike, kucomment na ukiwiwa na shauku kubwa zaidi, basi share ili wengine waweze kunufaika na mjadala wetu huu wa kitabu chetu kizuri sana cha wanafikara wa kiroho, maswali matano ya msingi wa mwanadamu.